Ibrahim alaihi salatu wassalam, hakuna simjua hapa. Nabii Ibrahim, cheo chake na daraja yake kwa Mola wake ana mijad, mi, mi, mi, midaraja mikubwa mikubwa. Itoshe tu kwamba yeye ni mtume kwanza, itoshe kisha, itoshe kwamba yeye ni ulul azmi minar rusuli, mitume watano bora kisha nkuongezee, ni Khalilullahi ambao hakuna toka Mungu aiumbe ardhi hii, mahalili wake wawili, Nabii Ibrahim na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Msikize Ibrahim alisemaje, alimwambia Mwenyezi Mungu kwa kumwomba ya kwamba wajunubini wa baniya an na'budal asnam, na kuomba mola wangu niweke mbali. Ukienda katika sharh ya, ya kitabu Tauhid ya Al-Allama Salih Alfauzan au Ibn Uthaymin katika Al-Qawl Al-Mufid, akwambia hapa kilugha Ibrahim atumia neno kubwa zaidi kuliko kusema wamnani nizuie. Hakusema nizuie mimi na familia yangu nisiabudu. Angesema nizuie, ina maana tuko pamoja na masanamu, lakini nizuie nisiwaabudu, japo tukaa pale pamoja. Hakutumia neno nizuie, atumia neno wajunubini, niepushe, niweke mimi mashriq na masanamu, yaweke wapi? Yaweke maghrib mbali kabisa, sitaketa kuyaona na wanangu pia waweke mbali. Leo wewe uko Mvita hapa ukiambiwa, tahadhari na umoja feki, uwe utaleta fikra kwamba mbona mambo ya mizozo. Si mizozo, mizo, si mizozo. Twakusaidia ujue manhaji yako na akida yako yatakiwa iwe vipi.